Nimekuja kwa ajili ya ku- nilisema mimi mwenye ku update taarifa zangu, lakini nikaambiwa kwa utaratibu inabidi niandikishwe upya. Nashukuru zoezi limekwenda vizuri e, mimi kwanza nimpiga kura toka mwaka tisini, e, na sijawahi kukosa kupiga kura, lakini e, mwaka 2020 bahati hi bahati mbaya nilikuwa na kazi za e, za watu nje na kwa hivyo wakati ule eh, wa ku update daftari siku- sikuwepo na nilidhani tu kwamba kinachohitajika ni pengine kuja na ki, lakini kitambulisho lilikuwa nacho, lakini nilidhani kwamba pengine ni ku, kuja ku update taarifa zangu kwenye kitambulisho, maanake hata picha ilikuwa ya zamani kidogo, kiniona toka ni Othmani mpaka leo <laughs> hivi nilivyo, kwa hivyo lakini, nilipouliza nikambiwa, kwa utaratibu kila baada ya miaka kumi e, na tano tume ya uchaguzi wana update e, daftari, na kwa hivyo itabidi e, kwa sababu hii inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu e, sikuwa mpiga kura. Nilikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR, na nilikuwa na, na exercise hiyo ya kupiga kura.